Habari, mpenzi msikilizaji wangu, karibu tena katika sauti ya hadithi Kiswahili cha simlia na David Michael Wimbi. Leo ninakuletea hadithi nzuri inayokwenda kwa jina la mtaa usio na rehema, mtaa usio na rehema. Mtaa usio na rehema ni hadithi inayomuhusu binti nzuri na mdogo aitwaye Amina. Kaa nami nafurahia. Palikuwa na mtaa mmoja jijini ulioitwa mtaa wa mwisho lakini wenyeji waliuita kwa jina la kutisha mtaa usio na rehema. Hapa hakuna aliyemjali mwenzake, majirani hawakuamkiana, watoto walilelewa na kelele badala ya upendo, na mtu akianguka barabarani, kila mtu alimpita tu. Katika mtaa huu aliishi binti mdogo aitwaye Amina. Alikuwa yatima, akilelewa na shangazi mkali aliyeamini kwamba maisha ni mapambano tu, si huruma. Amina alipenda kusaidia, lakini kila alipojaribu alikataliwa au kudharauliwa. Siku moja, mwanamke mzee alianguka mbele ya duka kubwa. Watu walimkwepa kana kwamba alikuwa mzigo wa laana. Amina alipokaribia kumsaidia, shangazi yake akapiga kelele, usijifanye malaika hapa, si kwenu, ni mtaa wa kujihami. Lakini moyo wa Amina haukuweza kukaa kimya. Alimwinua yule mama akambeba hadi nyumbani kwake akamchemshia maji ya kunywa na kumpikia uji. Kumbe yule mama alikuwa ni mke wa zamani wa mkuu wa jiji aliyekuwa anatafuta mtoto yatima ili aweze kumsaidia kielimu. Siku iliyofuata magari makubwa yaliingia mtaani, mzee mwenye suti alisema, nimemwona malaika mdogo katika mtaa wa giza, leo naye anakuwa taa ya wengine. Amina alipelekwa shule bora, na mtaa wote ulijikuta ukibadilika. Majirani wakaanza kusaidiana, wakamkumbatia Amina kama kielelezo cha tumaini. Tunapata funzo gani kutokana na hadithi hii? Ndiyo, funzo ni kwamba rehema moja inaweza kuangaza mtaa mzima. Hivyo usiruhusu mazingira mabaya yazime wema ndani yako. Asante kwa kunisikiliza. Ningependa kufahamu unasikiliza kutokea wapi? Kama umejifunza kitu, usisahau kusubscribe, comment, kulike na kushare na kupenda sana. Bye bye.